Bonifas Nyangindu Butondo atafuatiwa na mheshimiwa Zuberi Mohamed Kuchauka, mheshimiwa Angelina Adam Malembeka ajiandaye Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nikushukuru sana na mimi kwa kunipa nafasi, ili mradi niweze kutoa mchango wangu katika ofisi ya waziri mkuu, ambayo kimsingi inabeba mambo makubwa na kama tunavyofahamu, ofisi ya waziri mkuu kimsingi ndio ofisi ambayo inashughulikia masuala ya kila siku e, ama majukumu ya serikali kama majukumu ya mheshimiwa waziri mkuu. Na mheshimiwa mwenyekiti, naanza kwanza kwa kumpongeza sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dr Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anavyoliendesha vizuri na hasa katika mafanikio ya kimaendeleo sote kwa pamoja nakili kwamba mabadiliko yako makubwa ya, ya kimaendeleo na hasa katika eneo la miradi yetu ya kimikakati ambayo inakwenda vizuri. Sote tunaona SGR maendeleo yake ni mazuri, na sasa imeanza kutoa huduma. Na bahati nzuri, miradi katika maeneo ambayo kuna mikataba zaidi ya tisa inaendelea kutekelezwa katika nchi hii. Na bahati nzuri, si miradi hiyo tu, kwa pamoja miradi mingine mradi wa REA lakini ujenzi wa bua, e, daraja la Busisi. Hii ni moja kati ya miradi mikubwa ambayo inaendelea katika nchi yetu. Lakini bwawa la Mwalimu Nyerere, sote ni mashahidi kwamba liko katika hatua ya mwisho kabisa, na bahati nzuri sasa e, tunapata huduma ya umeme ambayo ilikuwa ni adha na kero kwa wananchi katika ubora unaotakiwa. Haupo tena kukatika umeme na mambo mengine lakini miradi hii ya REA imekwenda vizuri nchi nzima sasa inawaka, na jitihada kubwa inaendelea kuhakikisha kwamba serikali yetu inaanza kusambaza umeme katika ngazi ya vitongoji, ili mradi wananchi e, waendelee kupata huduma e, ya umeme ambayo ni huduma muhimu sana katika kuchachusha maendeleo ya, ya taifa letu. Mheshimiwa e, mwenyekiti, naomba e, nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa namna ambavyo kwa kweli amekuwa akifanya kazi kubwa kuhakikisha anaisimamia serikali vizuri na hasa shughuli za kila siku za serikali. Tumeshuhudia ziara zake katika mikoa mbalimbali mbali. E, lakini ufuatiliaji wa utekelezaji wa ilani anafanya kazi kubwa sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya yote kwa kweli tunasema, nasema Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema ili madi mambo yaende ku, yaende kufanyika vizuri katika maeneo mbalimbali. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwapongeze waheshimiwa mawaziri E, Mheshimiwa Lukuvi na Mheshimiwa Reziwani pamoja na manaibu waziri wao wote kwa namna ambavyo wanamsaidia sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano katika kutekeleza majukumu mbalimbali ya serikali e, yetu e, Mheshimiwa <coughs> e, Mwenyekiti nilikuwa nataka nianze ni, ni mchango wangu hasa katika eneo la vita dhidi ya madawa ya kulevya. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaye Kamishina Jenerali Limo ambaye kwa kweli ninaomba nitumie fursa hii e, kwanza kumpongeza kwa namna ya moyo wa uzalendo mkubwa anaoonyesha kwa taifa letu na Watanzania kwa ujumla. Kamishina Jenerali Limo ni kamishna ambaye kwa kweli anatekeleza majukumu yake kabisa kwa usahihi chini ya Waziri Lukuvi, tunaona namna ambavyo anatoa ushirikiano mkubwa, lakini tunaona matokeo chanya katika eneo hili la kudhibiti eh, matumizi ya madawa ya, ya kulevya ikiwemo swala so, zima la kuingiza madawa ya kulevya katika nchi yetu. Sote ni mashahidi kwamba tumeshuhudia kilo nyingi za madawa zikiwa zikikamatwa katika nchi yetu hii ya Tanzania na hasa katika eh, viwanja vyetu vya ndege, mipaka ya nchi yetu, jitihada ambazo zinafanyika pakubwa sana tunaona jitihada kubwa inayofanyika katika kuhakikisha uteketezaji wa mashamba makubwa ya bangi unaofanyika katika nchi yetu hii. Na bahati nzuri, katika kila hatua anayokuwa anaifanya, amekuwa wazi kabisa na kwamba amekuwa akionyesha Watanzania kwa namna gani jitihada hizi zinafanyika, ikiwa ni pamoja na kuonyesha rekodi zote na namna ambavyo Serikali inafanya jitihada kubwa kuhakikisha kwamba mtandao huu wa madawa ya kulevya unashughulikiwa kwa karibu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tukiona urekebu, shughuli nzima ya urekebu ikiwa inafanyika katika nchi hii. Pamoja na kwamba tumekuwa na waathirika kadhaa wa madawa ya kulevya, chini ya Jenerali Limo, upo usimamizi wa karibu sana kuona kwamba hawa waathirika wa madawa haya wanapata huduma ipasavyo katika maeneo mbalimbali. Na hii tumekuwa tukiona katika jiji letu la Arusha, tumeona Dar es Salaam, tumekuwa tukiona hapa hata hapa Dodoma, jitihada ni kubwa kuhakikisha kwamba urekebu unafanyika kwa, kare, kwa, kwa karibu sana ili kuona kwamba jamii hii iliyokuwa imeangamia na madawa ya kulevya inarejea na kuanza kuungana na wanajamii wengine kutekeleza majukumu ya kawaida. Na serikali niipongeze kwa sababu tumekuwa tukitenga fedha katika eneo hili ili kuona kwamba wananchi hawa wanarudishwa katika hali yao ya kawaida, lakini wakati huo wakiwa katika urejeshwaji wa hali ya kawaida, lakini zimekuwa zikitengwa fedha kwa ajili ya kuhakikisha tunawawezesha walao waweze kufanya majukumu yao, wale walio na fani mbalimbali katika maeneo hayo ambayo rekebu umekuwa ukifanyika. Jitihada hizi kubwa zinazofanyika, hatuna sababu kwa kweli kumpongeza sana jenerali Limo, lakini wizara kwa ujumla kwa namna ambavyo wamekuwa wakiratibu mambo haya na shughuli hizi zikienda vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu nitoe mfano mdogo sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeweza kwa ujumla kukamata kilogramu e, milioni 4.3 ambazo zimekamatwa katika kipindi cha miaka miwili tu 2023 na 2024. Hii ni zaidi ya mara sita ya kiasi hicho kilichokamatwa katika mwaka elfu mbili na kumi na mbili na elfu mbili na ishirini na mbili Unaweza ukaona ni jitihada kubwa ambazo kwa kweli idara hii imekuwa ikifanya kazi kubwa sana, lakini eh, kuvunja mtandao mkubwa ambao umekuwa ukiingiza madawa haya eh, ya kulevya, jitihada zinafanyika hapa kubwa sana. Tumeshuhudia mapapa na wafanyabiashara nguri wakubwa wakikamatwa badala ya kukamata vidagaa hii ni jitihada kubwa ambayo lazima tumpongeze Jenerali Limo kwa sababu anafanya kazi ya kiuzalendo kabisa kabisa. Tumeshuhudia jitihada hizi kubwa zikifanyika na sisi eh, tunashukuru kama kamati, kwa kweli hili tuliliona na tunamtakia kila la heri, aendelee kufanya kazi hii kubwa kwa ajili ya kuwaokoa Watanzania ambao wamekuwa kiathirika pakubwa sana na madawa ya kulevya. Lakini operesheni kubwa kubwa hizi zimekuwa zikifanyika maeneo mbalimbali, hata katika maeneo yetu ya mashamba ya bangi na hasa kule Mara, zaidi ya ya, ya ekari elfu 14 na 733 zimeteketezwa. Hii ni hatua kubwa sana, na haya maeneo makubwa hasa ni huko eh, mkoa wa Mara pamoja na kule Morogoro, na hivi tumekuwa tukiashuhudia haya mambo haya live kabisa katika eh, vyombo mbalimbali mbali, eh, vya habari hizi ni jitihada kubwa ambazo zimekuwa zikifanyika. Lakini e, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala kubwa ambalo limekuwa liki, liki, liki, likifanyika pakubwa sana la kuhakikisha e, jitihada zinatolewa hasa katika maeneo ma, maalum yale ya mipaka mipakani pamoja na airport. Hizi ni jitihada kubwa ambazo zimekuwa zikifanyika, na ndio maana sisi kama kamati tumekubaliana kwamba ni lazima waongezwe fedha na fedha hizi zitolewe kwa wakati ilimradi waweze kupata vifaa vya kisasa na hasa maeneo yale ya mipakani, waweze kufanya kazi vizuri, kwa sababu kama hawana vifaa vya kuchunguza, kupembua na kuona eh, wale watu wanaovuka na wanaoingia kwamba wanatoka na nini wanaingia na nini, hatuwezi tukafanya tuka, tuka, tuka kazi nzuri. Kwa hiyo katika bajeti hii pamoja na kuongezea bajeti ya kwao ambayo imeenda takribani mara mbili katika upande wa maendeleo, naosi itakwenda kusaidia sana wafanyakazi waongeze hari lakini wafanye kazi ya doria vizuri, ili mradi kazi hii iendelee kufanyika sawasawa sawa. Na Mheshimiwa Mwiguru Nchemba, kwa ajili ya usalama wa nchi yetu, tunaomba sana idara hii itizame kwa macho mawili, ili mradi ya operesheni na kazi kubwa inayoweza kufanyika iende kukamilishwa inavyopashwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nielekee eneo la miradi ya kimaendeleo ambayo imefanyika katika jimbo la Kishapu. Nashukuru sana serikali yetu imetoa fedha nyingi sana, sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya miundo mbinu, barabara, maji, ni hatua kubwa sana iliyofanyika. Nitoe mfano tu, wilaya ya Kishapu, wakati mimi naingia kuwa mbunge miaka 20 mwaka elfu mbili na ishirini e, ni peke yake kata nne zilikuwa zinapata maji safi na salama, lakini hivi ninavyozungumza kata ishirini na moja zinapata maji safi na salama. Hii ni kutokana na vyanzo e, mbalimbali e, maji ya Ziwa Victoria kata kumi na saba lakini kata karibu sita zinapata maji e, kutokana na vyanzo vingine vya visima virefu na mito tuliyonayo. Hii ni jitihada kubwa sana ya serikali, na hasa naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Aweso kwa namna ambavyo ananipa ushirikiano katika maeneo haya. Yako maeneo machache ambayo katika tarafa ya Mondo yanahitaji maji na pakame pakubwa sana, kata ya Mondo, kata ya Seke Bugoro kata ya Busangwa eh, na kata ya Mwasubi. Hizi ni kata ambazo zinahitaji eh, huduma ya haraka ya maji, na mimi nafurahi kwamba kwa sababu kuna bomba kubwa linalotoka Mwanza linalopita katika wilaya ya Kishapu ambayo litagusa katika tarafa hii ya Mondo, eh, nina hakika kwamba sasa kata hizi zitaenda kupata huduma ya maji haraka iwezekanavyo na naiomba serikali wakati wa zoezi hiyo ikumbuke kuweka matoleo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kata hizo zinapata huduma kwa sababu ziko ndani ya kilomita kumi na mbili. Ninashukuru serikali kwa sababu barabara sasa katika wilaya ya Kishapu zimeshafunguliwa vizuri. eh, kata zote zinapitika. eh, yako maeneo machache sana ambayo yamebaki yana changamoto, lakini tumepata fedha zaidi. Ya kila mwaka tumekuwa tukipata bilioni 2.5. Ukilinganisha kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata milioni 900 mpaka 950. Hizi ni jitihada kubwa sana za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mama Samia Suluhu Hassan. Nataka niwaambie Watanzania na hasa wananchi wa Jimbo la Kishapu. Mama Samia tunaye na tunatamba naye. Naomba sana Watanzania tubaki na imani na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyu mama atatuvusha kwa sababu kazi anayofanya ni kubwa na ninaomba Watanzania, miaka mitano inayokuja umpe nafasi tena rais wetu aendelee kupeperusha bendera. Naunga mkono hoja. Asante sana mheshimiwa.